Samia, Samia sikia jina yake saa. Samia anasema vizuri, Wakenya wanafanya uhalifu wa, wa, wa Kenya, wanakimbia t wanajiacha Tanzania. Nataka kuambia Samia Suluhu, hapa Kenya tuko na Watanzania wengi sana hapa Kenya tuko na Watanzania wengi, na leo hii tunataka kuwadeport wote warudi kwao hakuna mambo ya kubebelezana hapa, hakuna haja tukae na watu wenu kwa amani Kenya. Kenya ndio inchi, inchi pekee wa kila mtu anaweza ingia aanze kufanya vitu zake. Yaani, Kenya ndio inchi na kuanga na freedom. Lakini Samia Suluhu anasema eti Wakenya warudi kwao, Wakenya hawafai kufanya mwalifu hapa, then wanaenda, wanaenda Tanzania kufanya uhalifu. Nataka kuambia Tanzanias, Hakuna, kama unataka kupata nchi yenye kuna wajinga ni Tanzania. Tanzania ndio nchi kuna watu wajinga, watu dal mutu hawezi andika hata matako yangu, mutu hawezi hata andika I will call you tomorrow ni Tanzania. Tanzania ndio watu wako walevi. Tanzania ndio watu wachafu wako, watu wachafu wako Tanzania, mashoga kama unataka shoga Tanzania utapata shoga. Kuna Diamond ni shoga, utampata huko alikulwa na PPD. Then mutu kama na, Samia Suluhu anasema yeye ni president wa Diamond.